Msichana, una mwanaume wako hataki kukosea, hataki kuomba msamaha, hataki kusema baby I'm sorry. Yani yeye kusema baby, I'm sorry ni tatizo kwake, na hata ukikaa naye ukamuuliza like baby, kwa nini unafanya hivi, anakwepa kabisa kukwambia sorry na anaanza kukublemu wewe, like hivyo vitu vimeshapita, hicho kitu kimeisha. Yani yeye hataki kabisa muongelee tatizo, yaani ye anapambana kuhakikisha kwamba anatengeneza mazingira ya like there is nothing happened. Yaani kila akifanya makosa anataka muanzie pale ambapo mna yaani, mkikutana mnaanzia pale ambapo mmekutania, yaani msiongelee problems, hataki kabisa, na ukijaribu tu kuongelea changamoto ambayo imetokea au shida ambayo imetokea, mwanaume anakubadilishia wewe story, anasema, yani, wewe unapenda sana arguments, unapenda sana arguments. Hivyo vitu vilishapita baby, vilishapita eh? We kwa nini usiwe mtu ambaye unapenda amani? Anakugeuzia wewe story like wewe sio mtu wa amani, wewe sio mwanamke wa utulivu. Huyo mwanaume ni narcissist na unajua anaamini kabisa na anajua kabisa kwamba akisema baby I'm sorry, ni kama anakupa wewe nguvu. Yani kwa sababu unajua, uh, I'm sorry lazima itamtaka yeye sasa ajirekebishe, arekebishe makosa, na narcissist hayuko tayari kujirekebisha. Hayo mambo anayokufanyia, anaona kabisa you deserve it anaona kabisa ndio vitu ambavyo vinampa yeye amani, vinampa yeye nguvu, vinamfanya yeye ego yake iendelee kuwa juu. So baby girl, be very, very careful when mwanamume wako hataki kusema sorry.